Shabani, kamwe vipi, unamwenda mwingine alafu leo ukishaweka hivi unapiga na utege upi? ka unapiga na utege kuokota Simba huku yeah. Yanga tuna utaratibu huku yeah. kumpa mchezaji mechi yeah. yeah. unaona sasa Jumanne ju Alhamis, inshallah ni siku ya Diara dei kwao, inakuwa ni mechi maalum wanakuja wanaYanga. Kuna kuna mtoko maalum wa Diara alafu wanakuja kumwokotesha hey, wewe siku yako inakuja, ah lazima, ehe siku yako inakuja, inakuja. Lakini kwa Diara sasa, mtoko wenyewe Diara huju anapenda kuvaa milege Yeah. Kwangu mimi, the best goalkeeper. Kiukweli yeah. He... ya, hey. uh, mm. Katika watu ambao nimewahi kuwashuhudia na na nimecheza nao Diara ni mmojawapo. Na kikweli nilikuwa na appreciate hilo before, lakini uh, niseme ukweli hmm. Yani kafanya vingi lakini, yeah, imechia juzi ama, mm, tumecheza hmm, Algeria. Yani kwangu mimi kama nilikuwa nampa saluti hapa, hapa. Juzi, uliposti, e, ukaweka, yani nimeweka hapa ah, juzi ulipost ukaweka na saluti kwayo, i, si kwa hiyo hii siku ambayo nyinyi mmeiweka kwake hmm, nafikiri itazidi kumpa kitu lakini wananchi pia naamini wameipokea na naamini watakuja kusupport kwa wingi kisha uwe, kwa kisha kwamba utamuokotesha Lazima tamakotesha naye. Ah. <laughs>